Mwanaharakati kutoka nchini Kenya, Albert Ojwang ameripotiwa kufia mikononi mwa jeshi la polisi huku akituhumiwa kuchapisha habari za uongo. Taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kuwa mtuhumiwa huyo amekutwa amefariki huku kichwa chake kikibubujika damu nyingi. Taarifa zinaeleza kuwa Albert Ojwang alichukuliwa na jeshi la polisi kufuatia mfululizo wa machapisho katika mtandao wa kijamii wa X huku yakiwa na mlengo wa kupotosha jamii dhidi ya serikali. Hapo kabla, ripoti za awali zimeonyesha kuwa Kelvin Moindi mwenye ushawishi mkubwa kwenye mtandao wa X alikamatwa katika kaunti ya Kisii na maafisa wa DCI na kusafirishwa hadi Nairobi. Polisi nchini Kenya walimpeleka kwenye kituo cha Mawego kwa, kwa ajili ya kusubiria shitaka lake kusomwa mbele ya mahakama, lakini akawa amefariki mikononi mwa polisi. Kwa sasa familia yake Albert imetangaza kuwa wanahitaji uchunguzi kufanyika juu ya tukio hilo kwani wanahitaji haki itendeke juu ya kile ambacho kimempata pindi akiwa mikononi mwa polisi. Sambamba na msululu wa matukio kama hayo nchini Kenya, Stefan Okal ameliambia gazeti la The Star kuwa ambacho kimetokea ni kujiua kwa makusudi pindi akiwa gerezani. Kupitia mtandao wa kijamii wa X Brian David amenukuliwa akisema kuwa raia wengi wa Kenya wamefia mikononi mwa polisi huku sintofahamu kama hizo zikizidi kuongezeka. Uchunguzi wa polisi unabainisha kuwa Albert, ambaye aliwekwa kizuizini kwa kosa la kuchapisha maudhui kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, amepata majeraha ya kichwa kwa kupiga kichwa chake kwenye kuta za magereza. Sambamba na hilo, taarifa za vyombo vya habari hapo jana vimeeleza kuwa mamlaka ya uangalizi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imeanzisha uchunguzi maalum juu ya suala hilo kwa lengo la kuthibitisha mkasa huo. Margaret Masawe, SAUT Digital.